DW. Habari za Ulimwengu. Kwanza lakini ni habari kwa ufupi msomaji ni Babu Abdalla. Rais Vladimir Putin anaunga mkono mpango wa China wa kutatua mzozo nchini Ukraine. Umoja wa Mataifa watahadharisha kuwa watu milioni saba wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula nchini Sudan Kusini. Kiwango cha ukosefu wa ajira Afrika Kusini kimepanda hadi asilimia 32.9 kuelekea uchaguzi mkuu baada ya mwezi huu. Habari kamili. Beijing, rais wa Urusi Vladimir Putin katika mahojiano yaliyochapishwa leo amesema anaunga mkono mpango wa China wa kutatua kwa njia ya amani mzozo kati ya Urusi na Ukraine. Katika mahojiano hayo, Putin ameeleza kuwa China ina ufahamu kamili wa kilichosababisha mzozo huo na maana yake katika siasa za kijiografia, akizungumza na shirika la habari la serikali ya China Jin, Jinhua, kuelekea ziara yake mjini Beijing wiki hii Putin amesema Urusi bado imeacha milango ya mazungumzo kuwa wazi ili kuutatua mzozo huo uliodumu kwa zaidi ya miaka miwili. China ilitoa mapendekezo yenye nukta kumi na mbili ya kuumaliza mzozo huo zaidi ya mwaka mmoja uliopita, lakini haikufafanua zaidi kwa undani. Moscow. Waziri mpya wa ulinzi wa Urusi Andrei Belousov amesema kipaumbele cha nchi hiyo ni kupata ushindi katika uwanja wa vita dhidi ya Ukraine na kupunguza idadi ya vifo. Belousov ameliambia bunge la Urusi kuwa lengo lao kuu linasalia kuhakikisha malengo ya kijeshi na kisiasa ya operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine inatimizwa. Belosov ameongeza kuwa Urusi haina nia ya kuhamasisha upya vijana kujiunga na jeshi la nchi hiyo ama kuchukua hatua za dharura ili kuongeza idadi ya wanajeshi wake. Rais Vladimir Putin mnamo siku ya Jumapili alimteua mchumi Andrei Belosov kuchukua nafasi ya Sergei Shoigu kama waziri wa ulinzi, hatua ya kushangaza baada zaidi ya miaka miwili ya vita nchini Ukraine. Juba. Umoja wa Mataifa umetahadharisha kuwa zaidi ya watu milioni saba nchini Sudan Kusini wako katika hatari ya kukabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula katika miezi ijayo ikiwa ni pamoja na maelfu ya wengine ambao bado hali yao inatajwa kufikia kiwango cha janga la njaa. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Kuratibu Misaada ya Kibinadamu OCHA imesema katika taarifa kuwa takriban watu milioni 7.1 watakabiliwa na hali mbaya ya kutokuwa na uhakika wa kupata chakula kati ya mwezi Aprili na Julai mwaka huu. OCHA imeendelea kueleza kuwa jumla ya watu milioni 9 wanahitaji misaada ya kibinadamu Sudan Kusini, ambayo katika muda wa mwaka mmoja uliopita imekuwa chini ya shinikizo kubwa kutokana na vita vinavyoendelea katika nchi jirani ya Sudan. Tangu vita vilipoanza mnamo mwezi Aprili mwaka uliopita, takriban watu laki sita na elfu sabini wamekimbilia Sudan Kusini wakitokea upande wa kaskazini. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya Habari za Ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Johannesburg, kiwango cha ukosefu wa ajira nchini Afrika Kusini kimepanda katika robo ya kwanza ya mwaka huu na kuiacha serikali ikiwa na wasiwasi wiki chache tu kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Ofisi ya Taifa ya Takwimu imesema kiwango cha ukosefu wa ajira kimefikia asilimia 32.9 kati ya mwezi Januari na Machi, ongezeko hilo likiwa asilimia sifuri nukta nane tofauti ya kipindi kama hicho mwaka uliopita. Ofisi hiyo ya Takwimu imeendelea kueleza kuwa idadi ya watu wasiokuwa na ajira iliongezeka kwa watu laki tatu na elfu thelathini na kufikia watu milioni nane nukta mbili. Ukosefu wa ajira ni mmoja kati ya maswala muhimu ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Mei 29. Porto Alegre, kundi la mataifa yanayoinukia kiuchumi la BRICS limeahidi kutoa dola bilioni moja kwa Brazil ili kuwasaidia waathiriwa wa janga la mvua na mafuriko iliyokumba eneo, eneo la kusini mwa nchi hiyo. Mkuu wa benki ya maendeleo Dilma Rousseff ambaye ni rais wa zamani wa Brazil ameandika kwenye mtandao wa X kuwa fedha hizo zitasaidia kujenga upya miundombinu iliyoharibiwa. Mafuriko yamesababisha vifo vya watu 149 katika jimbo la Rio Grande do Sul, huku watu wengine 124 wakiwa bado hawajulikani waliko. Mamlaka imesema zaidi ya watu laki sita wamelazimika kuziacha nyumba zao kutokana na mafuriko katika miji mia nne. Pyongyang, kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amehimiza kufanyika kile alichokiita mabadiliko muhimu katika maandalizi ya vita, kwa kulenga vituo vya kutengeneza silaha. Wakati akikagua mfumo wa ulinzi wa anga wa nchi yake, Kim ameonyesha kuridhishwa na kasi ya viwanda vya Korea Kaskazini ya kutengeneza silaha mwaka huu. Kauli ya kiongozi huyo inatokea wakati wachambuzi wakieleza kuwa Korea Kaskazini inanuia kufanya majaribio ya silaha na kuongeza utengenezaji wa makombora ili kuipa Urusi kwa ajili ya matumizi katika vita vyake dhidi ya Ukraine. Nchi hiyo iliyotengwa kimataifa hivi karibuni imeimarisha uhusiano wa kijeshi na Urusi huku ikiishukuru Moscow Ottawa. Mamlaka katika jimbo la Alberta nchini Canada limeagiza wakazi katika eneo maarufu la kuzalisha mafuta la Fort McRoy kuondoka majumbani mwao kufuatia moto mkali unaoendelea kuwaka. Takriban wakaazi elfu sita wamepewa muda wa mwisho wa takriban saa mbili kuondoka majumbani mwao kutokana na kitisho cha moto unaoenea kwa kasi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya Habari za Ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili.